Habari. Halo habari, naitwa Ibrahim Kadilo, mjasiriamali, mshauri wa biashara. Wapendwa, kama wewe ni mgeni Kadilo Online, tunawasaidia wajasiriamali wadogo na wakati kupata wateja wengi mtandaoni. Tunafanya matangazo ya kusposa. tunafundisha jinsi ya kufanya matangazo ya kusposa. Tunafundisha jinsi ya kuuza bidhaa au huduma mtandaoni. Tunatengeneza matangazo yenye mvuto. Tunafungua akaunti mpya za matangazo tuna uh, kushauri na kupa ushauri wa kuweza kupata wateja wengi mtandaoni. Uh, kama wewe ni mgeni basi bofya, subscribe, ili next time tunaotoa video mpya kama hizi uweze kupata ujumbe unaokutaarifu kuwa tumetoa video mpya. Uh, katika post podcast hii I mean, katika video hii nitakueleza tofauti ya kuboost tangazo kwenye account ya kwenye kwenye simu na kuboost tangazo kwenye mashine kompyuta. Ukiboost tangazo kwenye kompyuta unapata chaguzi nyingi zaidi za kuweza kufanya tangazo lako liweze kuwa bora zaidi. Nitakuonesha tofauti iliyopo kati ya kuboost tangazo kwenye simu na kwenye kompyuta. Ukishaingia katika peji yako, utabofya ile peji yako, utaingia kwenye peji kama hivi, utakwenda pale chini kwenye posti ambayo unataka kuiboost. Utaona kitufe kimeandikwa boost post. Uh, ukiona kitufe kimeandikwa boost post, ubofya hapo boost post. Mfano, hapa tabofya boost post. Ukibofya boost post itakuleta kwenye page ambayo ndio unatakiwa kujaza vipengele kadhaa ili uweze kuboost tangazo lako. Kwa hiyo ukija hapa chini, nataka nikuonyeshe tofauti ya kuboost sim, kwenye simu na kuboost kwenye kompyuta. Ukija hapa chini utaona aa, kipengele ambacho kimeandikwa payment details. Payment details, chini kumeandikwa ad account. Hii ndio account ambayo inakuwezesha wewe kuweza kuboost tangazo, na account hii uli, uliipata mara tu kwenye, kwenye ya ku create page kwenye akaunti yako ya Facebook. Ukicreate tu page, maanaake unapewa account namba hii kwa ajili ya kuboost matangazo. Kwa hivyo ukishafika hapa, utabofya hiki kialama cha cha V hapa inakuonyesha idadi ya akaunti ambazo unazo zinazoweza kukuwezesha kuboost tangazo. Kwa hiyo akaunti hii hapa ina akaunti nyingi. Umeona, hizi zote ni akaunti ambazo naweza kuzitumia kuboost tangazo. akaunti moja ikiwa ina pesa na hamia kwenye akaunti nyingine, akaunti moja ikiwa imefungiwa au imezuiwa na hama na switch na na naingia kwenye akaunti nyingine. Sasa yes, ili uweze kupata account kama hizi, huwezi ukacreate hizi account katika simu, natakiwa uwe na mashine e, ucreate account zaidi ya moja, ili next time utakapata changamoto yote ya kuweza kuboost tangazo uweze ku switch kwenda kwenye account nyingine, kwa sababu account kishazuiwa uwezi kufanya matangazo mpaka uombe review. Na ukiomba review ina take times kuweza kupewa majibu kama review yako imekubalika au imekataliwa, kwa hiyo unapewa option ya kuswitch kwenda kwenye account nyingine ili uweze kuendelea kufanya matangazo. Kwa hiyo hiyo ni tofauti ambayo unaweza ukaitumia, uh, ukabosti kwenye kompyuta ukacreate account na ukawa una boost kwenye computer, lakini pia kuna option nyingi. Kwa mfano uh, kwenye simu unapokuwa una set budget hapa inaweza ikakukatalia ka inakukatalia useti dola moja wakawa wameshakuwekea fixed ya dola nne anataka kupunguza, inakukatalia. Kwa hivyo kuna tofauti kubwa kati ya kuboost kwenye, kwenye simu na kuboost kwenye kompyuta. Lakini pia unapo uh, unapotumia simu unapotumia simu uh, unapokuwa una posti unapokuwa unapost uh, tangazo lako, unapokuwa unapost tangazo lako. Mfano ukija uh, hapa kwenye on mind, unataka kuposti sasa tangazo, ukiklik hapa, maana yake itakuleta itakuletata kwenye page hii. Kwa hiyo utaandika maelezo halafu utaingiza picha. Kwa hiyo hapa chini kunakuwa na options. Mfano ukiandika maelezo, tunauza tunauza tunakusaidia tuna sponsor. Unaingiza hapa hapa chini, kwenye kompyuta unapata option ya kuweza kuchagua zile button na unaingiza picha, mfano hapa tukiingiza picha, kwa mfano zile button yeah, ya kuweza kuchagua kama ni WhatsApp niwao ukitokea ukiweka okay, message, ukienda kule kwenye boost kuna nini? Ukenda kwenye busti kule, kwanza kubusti na unataka kuweka kitufe cha WhatsApp ina, inakupatalia. Kwa hiyo na ni vyema kama unafanya matangazo, ni vyema ukabusti kwenye kompyuta, au kama unapata tabu unaweza kutafuta mtaalamu ili aweze kukusaidia kubusti kwenye kompyuta, kwa sababu unapata option nyingi zaidi kuliko kwenye simu. Na kama unatumia WhatsApp ya, ya, ya, ya kawaida ya kidogo unaweza ukapata Uh, inakupa kidogo inakuwa mzito na inakupa option nyingi, lakini ukitumia WhatsApp ya Facebook right, ile ndio inakuwa inasumbua zaidi. Kama uh, umefaidika, basi bofya subscribe, tukutane kwenye video ijayo.